Kabla ya kuelewa kupenda, lazima uguse moyo unaouliza kimya kimya, kwa nini huyu? Na kabla ya kutafuta majibu, lazima uguse filamu inayoamini kuwa mapenzi ya kweli hayafi, yana ngoja. Karibu kwenye Movie Secrets By Us, mahali tunapochambua filamu kwa kuangalia siri, ishara na mafumbo yanayojificha nyuma ya kila tabasamu, kila machozi na kila kumbukumbu inayojaribu kukataa kufutika. Leo tunavunja moja ya filamu zilizoumba fikra za watu kuhusu mapenzi duniani kote, The Notebook, filamu ambayo sio hadithi tu, ni barua ya maisha iliyohifadhiwa kwenye karatasi za muda. Kama unataka full breakdown ya dakika zote na scenes ambazo haujawahi kuziona kwa macho ya kawaida, nenda kwenye YouTube ya Movie Secret By Us. Hapo ndipo tulipochimbua mpaka mzizi wa hisia. Kuna mapenzi unaokutana nayo na kuna mapenzi yanayokufuata mpaka uzee. Hapo ndipo tunapokutana na Noah na Allie, sio tu wapenzi wa ujana, bali ni nafsi mbili zilizogongana wakati dunia haikutarajia. Tunawaona wakiwa vijana, Noah akiwa mvulana mnyenyekevu mwenye roho ya utulivu, na Allie akiwa msichana wa tabaka la juu mwenye ndoto moto na uhuru unaopigana na familia yake. Lakini jambo muhimu hapa ni hili. Filamu haisimuliwi na ujana wao, inasimuliwa na uzee wao. Noah mzee akitumia hadithi ya ujana wao kumrudisha Allie ambaye ni mgonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Hii inafanya The Notebook isiwe hadithi ya mapenzi tu, bali iwe dawa ya kumbukumbu, jaribio la kuokoa kinachopotea Wakati nguvu zinakwisha, mapenzi yanarudi kuwa kioo cha kukutambulisha. Hivyo Noah anasoma kitabu The Notebook, kitabu ambacho aliye mwenyewe aliandika zamani akiwa na kumbukumbu -kumbu, timam, akimwambia ukiona nimesahau nisomee. Ndio maana jina The Notebook, si kwa sababu ni daftari la kawaida. Ni ishara ya kumbukumbu -kumbu hai, ni mahali parehema, ni ufunguo wa kurudi nyumbani, nyumbani katika moyo. Katika mapenzi yao tunapata siri kwamba Allie aliumbwa na shinikizo la familia, Noah aliumbwa na uhuru wa upendo. Ndiyo maana kila wanapokutana wanapigana, lakini wanapendana zaidi. Ni kama maji na moto, havilingani, lakini vinahitajiwa ili kutengeneza mvuke wa maisha. Mfumo wa filamu wenyewe ni fumbo ambalo tuna hadithi mbili zikitembea sambamba: ujana wenye kelele, mabishano, mihemko, na uzee uliojaa utulivu, maumivu na matumaini. Kila wakati Noah anaposoma hadithi, inarudi nyuma kwa vijana. Hili si tukio la kawaida, ni ishara kwamba kumbukumbu kumbu huishi kwa sauti ya anayekupenda kweli, na sehemu kubwa ya mafumbo yake ni kuwa ikiwa mtu anakupenda atakufuata hata unapopotea, si kwa miguu, bali kwa simulizi, kwa sauti na kwa subra. Karibu Movie Secret by us, mahali ambapo tunachambua filam ambazo zina siri ishara, mafumbo na maana halisi zilizofichwa katika filamu hiyo. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kutufollow Movie Secret by Us, Instagram, Facebook, TikTok na kusubscribe YouTube. Asante na karibu.